Chane tone la upendo. Karibu mpendo wa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya pili ya mwaka A wa kanisa. Dominika iliyopita tuliadhimisha sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambayo kimsingi ndiyo Dominika ya kwanza katika kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Niturudie neno la Mungu katika Dominika hii ya pili ya mwaka A wa kanisa inatuongoza hatua kwa hatua katika kuelewa kwamba mpango wa Mungu wa wokovu ni kwa watu wote. Mpango huu wa Mungu wa ukombozi unaanza kwanza kabisa nauito, na wito na jitihada za Mungu mwenyewe ambaye ndiye anayetuita kwa kuanzisha safari hiyo ndani mwetu, anayetukomboa, anayetuimarisha na kutushirikisha mpango wake wa ukombozi kwa kutuweka kuwa nuru kati ya watu. Pili ni namna sasa mwanadamu anavyopaswa kuitika wito huu wa Mungu, yaani kwa utii, kwa unyenyekevu, kwa uvumilivu na kwa moyo wa shukrani. Tatu ni mahali tunapouishi, mahali tunapoishuhudia imani yetu. Imani yetu tunaiishi ndani ya Kanisa, ndani ya jumuiya ya waamini, ndani ya familia. Na mwisho tunamtazama Kristo kama kilele cha safari yetu ya ukombozi, anayekamilisha mpango huu wa Mungu kwa njia ya fumbo takatifu la Pasaka. Katika dominika hii na kwa namna ya pekee, tukiwa mwanzoni kabisa mwa mwaka, tumshukuru Mungu kwa mapendo yake makuu aliyeamua kuanzisha tena upya mpango wa ukombozi kwa njia ya mwanaye wa pekee aliyetoa mwili na kukaa katikati yetu. Tuombe neema ya Mungu ili sisi tulioshirikishwa mpango wa Mungu wa ukombozi kwa njia ya ubatizo wetu tuwe kweli mwanga kwa watu wote kwa njia ya ushuhuda wa maisha yetu yanayoakisi kila siku wito wetu wa kuwa watakatifu. Masomo yetu katika dominika hii, somo la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya, ni ile sura ya 49 aya ya 3 na aya ya 5 hadi ya 6. Bwana aliniambia, wewe mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Na sasa bwana asema hivi yeye aliyeniumba tangu tumbuni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Nam asema hivi: ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya tatu. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu na somo la injili ni injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya 29 hadi 34. Karibuni tusikilize somo la injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako ee hey, Bwana. Siku ya pili Yohane mbatizaji alimwona Yesu anakuja kwake akasema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 Sifa kwako e Kristo. Somo la kwanza ni kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 49 aya ya 3 na aya ya 5 hadi ya 6. Katika somo hili la kwanza kutoka kitabu hiki cha nabii Isaya, ni wimbo wa pili kati ya nyimbo nne za mtumishi wa Mungu. Mazingira ya somo hili ni wakati taifa la Mungu walipokuwa utumwani Babiloni. Kuanzia mwaka 587 hadi mwaka 539 au 38 kabla ya Kristo. Wakiwa utumwani waliteseka sana. Waligundua kuwa walitoka nje ya njia ya ahadi za Mungu. Ishara zote za ahadi za Mungu zilipotea. Hekalu lilivunjavunjwa na kuharibiwa. Waliondoshwa katika nchi yao, nchi ya ahadi na kupelekwa utumwani. Walipoteza familia zao. Walipoteza ndugu zao pamoja na mali zao zote. Wakiwa utumwani, walidharauliwa na kudhihakiwa, walinyanyaswa na kuteswa sana na watu wa mataifa. Walijiona si lolote, si chochote tena mbele za Mungu. Waliona kama sio taifa teule tena la Mungu, na kama vile Mungu aliwaacha. Waliona kama Mungu wao hana nguvu tena na kwamba hana mpango nao tena. Kwa hiyo wengi wakawa wameanza kukata tamaa kabisa. Katika wakati huu ambapo waliona kabisa Mungu hawajali tena, waliona kabisa Mungu amekwisha kuwasahau, waliona kabisa Mungu hayupo pamoja nao, walipojisikia kabisa kwamba wao si wana wateule tena wa Mungu, Nabii Isaya anakuja na huu wimbo wa pili wa mtumishi wa Bwana, maneno mazito kabisa, yenye kuamsha imani na matumaini wewe u mtumishi wangu Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Hebu tumtazame mtakatifu Paulo katika ili somo la pili, waraka huu wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya tatu. Mtume Paulo anawaandikia Wakorinto, jumuiya ambayo kimsingi hawakumpenda wala hawakumpokea sana, walimtuhumu na kumshutumu kwamba hakufahamu vema sana jinsi ya kuongea. Lakini Paulo aliposikia changamoto bado katika kanisa la Korinto, aliwaandikia waraka huu. Bado anataka kuwasiliana nao, anataka kuwaandikia na kuwasaidia. Na anaanza waraka huu kwa namna ya pekee kidogo tofauti na barua nyingine. Mwanzoni kabisa anaanza kwa kuutetea wito wake kama mmoja wa mitume wa Yesu, anasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostenes ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Wakorinto, kama ilivyokuwa kwa jumuiya nyingine kama uh, Galatia, hawakumtambua Paulo kama mmoja wa mitume, na hivyo ndio sababu yeye, katika barua hizi mbili, tunaweza kuona pia anaanza kwa kujitetea. Anatetea um, ule wito wake kama mtume. Kwa lugha ya kuwazima tunasema he defends his apostleship his discipleship. Walisema Paulo hakuwa mmoja wa mitume kumi na wawili wa Kristo, na hivyo wanaojije, mamlaka ya kuhubiri injili kama mitume aliipata wapi? Kwa sababu jina lake halikuwa kati ya wale mitume kumi na mbili wa Kristo. Lakini licha ya hayo ni Paulo ambaye alilitesa kanisa Paulo aliyefanya kazi kubwa ya kuliumiza kanisa, leo ni Paulo huyu huyu anasimama na kuhubiri Injili ya Kristo. Hawakumkubali, lakini tunamsikia tena hapa anatajwa Sostenes. Huyu alikuwa ni mmoja pia wa watu waliomtesa na kumpeleka Paulo kortini, wakati ambapo Paulo alikwenda kuhubiri kule um, Korinto. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya kumi na nane tunaweza kusikia habari za huyu Sostenes, lakini licha ya kwamba alimtesa Paulo na yeye baadaye tunaona pia anateswa ana, ana hata na watu wake wenyewe huyu Sostenes. Bado Mungu ana kusudi lake kwa aina hii ya watu ambao jamii ilishawaona kama ni useless. Jamii iliwaona kama hawana thamani wala hawana lolote tena la kuweza kufanya mbele ya jamii na mbele za Mungu hawakustahili kwa maneno mengine, lakini bado Mwenyezi Mungu anawatumia hawa kama chombo chake cha kupeleka wokovu kwa watu wa mataifa yote. Na Paulo anawaandikia Wakorintho na anamtaja hapa Sostenes. na Sostenes anakuwa sasa mmoja wa companions au washirika waliomsaidia Paulo katika kueneza habari njema ya Injili. Kwa somo hili latuonesha namna Mwenyezi Mungu anayefanya kazi kupitia mwanadamu licha ya udhaifu wake, ili kufikia lengo lake kubwa zaidi kwa ajili ya uokovu wa watu wake. Jumuiya ya Korinto hali kadhalika, kwa kuipokea imani, kwa kupokea Injili, walikumbushwa wajibu wao, si tu wajibu wa mtu mmoja mmoja, bali wajibu kama jumuiya wa kuishi maisha matakatifu. Tukumbuke, jamii hii ilikuwa ni wapagani na hivyo waliipokea imani kutoka kwenye upagani na wakawa wakapokea wito wa kuishi maisha matakatifu. Ni hatua kubwa na ni namna Mungu anavyoweza kufanya kazi, kuonyesha kwamba uokovu ulikuwa si kwa taifa la Israeli pekee, bali injili ilikuwa iwafikie pia hata watu wa mataifa mengine. Na hapa Paulo pamoja na mitume wengine na washirika wake wengine wamefanya kazi hii kubwa ya kueneza uh, huu mwanga wa Injili kwa watu wa mataifa yote. Huenda nasi kuna nyakati au pengine kuna nyakati uliwahi kukutana na matukio katika safari yetu ya maisha au katika wito, matukio ya kukatisha tamaa na ya kuvunja moyo, hata tukatamani kuiacha kazi ambayo Mwenyezi Mungu pengine ametuitia kuifanya. Huenda pengine tumeshawahi kusema vibaya au tumewahi kuzushia mambo mabaya, au tumewahi kudharaulika katika utume ambao Mungu ametuita wa tuhubirie tu, watu habari njema, au ni katika familia pia. Na kila mmoja katika wito wake amewahi kukutana na jambo fulani ambalo pengine likakukatisha tamaa na kukuangusha chini, hata tukaahidi kwamba basi sitafanya tena kazi hii ya Mungu au sita sitajishughulisha na jambo lolote tena linalomhusu Mungu. Tunamwona pia Yeremia katika wakati anatumwa na Mungu kwenda kupeleka ujumbe kwa wafalme, tunaambiwa kwamba ujumbe wake haukukubalika, hata yeye mwenyewe hakukubalika kwa sababu aliambiwa, wewe si hauko katika listi ya manabii wanaotambulika, na hivyo akakata tamaa, akasema sitasema wala sitataja tena jina la Mungu. Lakini sisi tunapaswa kutambua kuwa Mungu atakwenda kukamilisha hii kazi kupitia sisi pale tutakaposema Bwana, licha ya yote yanayotokea katika maisha yangu na safari hii ya wito ambao umeniitia, bado nipo, ni tayari. Mimi ni mtumishi wako, niko tayari kutenda kama mtumishi wako kweli katika kila kitu utakachonituma kutenda. Sitajali watu watasema nini kuhusu mimi. Ninakwenda kufanya kazi kwa ajili yako na ninataka kuwa mwanga kwa watu wa mataifa yote, na hili ndilo jibu letu la imani kwa Mungu. Tunaona namna uh, Daudi anavyoimba katika ile Zaburi ya arobaini, tumesikia katika wimbo wa katikati, anasema ndipo niliposema: Bwana, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako, kume jibu la Daudi. Daudi anakumbuka jinsi Mungu alivyomwinua, Mungu alivyomtoa katika shimo la uharibifu na anasema kabisa Mungu alinitoa katika shimo, katika matope, katika udongo wa utelezi, akaniinua akaniweka juu ya mwamba, kuonyesha kwamba jibu lake sasa ni ile commitment yake katika kuifanya kazi ya Mungu. Na sisi licha ya magumu ambayo tunakutana nayo, changamoto tunazokutana nazo, bado jibu letu lapaswa kuwa lile lile, kwamba tazama nimekuja Bwana kuyafanya mapenzi yako. Somo la injili ni kutoka katika injili ya Yohani ile sura ya kwanza aya ishirini na tisa hadi thelathini na nne Katika somo la injili takatifu, Yohane mbatizaji anamshuhudia kwetu Kristu, mwana kondoo wa mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu. Yohane amtambulishi kwetu Yesu kama mfalme wa ulimwengu, bali anamtambulisha kwetu kama mwanakondoo wa Mungu. Kwa nini anatambulishwa kwetu Yesu kama mwanakondoo wa Mungu azichukuaye dhambi za ulimwengu? Picha hiyo ya mwanakondoo tunaipata katika kitabu cha Kutoka katika ile sura ya kumi na mbili. Ni katika tukio la ile Pasaka ya Wayahudi ambapo mwanakondoo huyu alichinjwa na damu yake ilipakwa juu ya miimo ya milango, ili wasipate pigo lolote wakati malaika alivyopita na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa Misri. Hivyo katika Agano Jipya, Yesu ndiyo huyu sasa mwanakondoo wa mungu ambaye amekuja kutuokoa sisi kutoka katika kifo na mauti na amekuja kutulinda na kutukinga na mambo yote yanayoweza kutudhuru. Sio mfalme anayekuja kufurahia maisha, sio mfalme anayekuja um, kukwepa mateso, bali ni mfalme anayeteseka. Si mfalme anayetafuta utukufu katika dunia hii, anateseka ili sisi tupate tena uhai na uzima. Ndiye mtumishi wa Bwana aliyezungumziwa na nabii Isaya katika somo la kwanza. Utabiri huu unatimia katika fumbo la Pasaka kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Ndugu mpendwa, katika masomo yote matatu katika dominika hii tuna mambo kadhaa ya kujifunza. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu anafufua matumaini mapya ndani mwetu, hata katika mkato mkubwa wa tamaa katika wewe nitatukuzwa anasema Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza limeeleza hali ya taifa hili la Israeli waliokuwa utumwani kwa muda mrefu takriban miaka sabini. Katika hali ya mkato wa tamaa, Mwenyezi Mungu anadhihirisha ukuu na uweza wake, anaamsha upya matumaini yao. Walijiona hawana thamani yoyote tena machoni pa Mungu na machoni pa watu pia, lakini ni katika hali hiyo hiyo na ni katika mazingira hayo hayo Mungu anaahidi kwamba wewe, mimi nitatukuzwa katika wewe, mimi nitatukuzwa. Ndugu mpendwa, kutukuzwa ndani ya mtu ambaye alikwisha kata tamaa kabisa ni jambo lisiloweza kuelezeka kwa urahisi sana. Mtu aliyekwisha hesabika si kitu, alionekana hana thamani tena, hana future yoyote, anayeonekana tu kama mtumwa huko Babiloni Mungu anakwenda kutukuzwa kupitia huyo huyo mtumishi wake ni Israeli aliyedharaulika. Ndugu mpendwa, Mwenyezi Mungu hasemi jambo na wewe katika Dominika hii kupitia somo hili? Je, katika hali hiyo ambayo tunapitia sisi au hali ulionayo au uliowahi kupitia, je, hatumuoni Mungu anayenena nasi, anayenena nawe na kukupa tena tumaini jipya anaposema nawe katika dominika hii, huenda anasema nawe, ambao wakati fulani umeonekana hufai kwa lolote lile. Kila ulichojaribu kufanya katika maisha akifanikiwe, jamii imesha kuchukulia kama hufai kitu, familia imesha kuchukulia kwamba hufai kwa lolote, rafiki zako hali kadhalika. Huenda kwa sababu ya hali ya maisha unayopitia kwa sasa, huenda kwa kuwa hujabahatika kupata ajira huenda hujafanikiwa kufaulu vizuri pengine katika masomo. Huenda hauna uwezo mkubwa wa kifedha, hauna ushawishi wala jina kubwa katika jamii hii inapelekea pengine hata hauhusishwi kwenye vitu mbalimbali vinavyokuhusu eh, vinavyo katika familia. Huenda hata katika vikao vya familia hauhusishwi maamuzi fulani fulani ya jumuiya, pengine kwa kuwa huna cha kuchangia, wewe hujulishwi hata baadhi ya mipango, kwa kuwa unaonekana huna msaada. Hauitwi popote, utafutwi kwa lolote, upigiwi simu, hakuna mtu anakujali. Huenda umepita hata changamoto nyingine za maisha, mfano magonjwa, changamoto za kifamilia, na vyote hivyo vinakufanya ujione kabisa huna thamani tena mbele ya watu na mbele za Mungu. Huoni tumaini tena, unaona kama dunia yote imekuelemea na Mungu kama vile amekuadhibu au amekuacha. Hata sasa Mungu anasema nawe, kama alivyosema na taifa la Israeli waliokuwa kwenye hali ngumu kuliko hata ile ambayo unaweza kuwa unapitia wakati huu wa sasa, kwamba wewe u mtumishi wangu ambaye katika wewe nitatukuzwa. Unaweza kuwaza kwamba wewe hufai kitu machoni pa watu, lakini machoni pa Mungu wewe ni chombo chake kiteule ambacho yeye mwenyewe anakwenda kutimiza mpango wake kupitia wewe. Machoni pa Mungu una thamani kubwa sana kwa kuwa alijua mpango wake kwako hata kabla hajakuumba. Fundisho la pili, wito ni zawadi, unatoka kwa Mungu. Na Mungu Mwenyezi anakuinua na kukuimarisha ili uwe mwanga na taa inayoangazia wengine. Taifa la Israeli walijiona kabisa hawana tena thamani, kama nilivyokwisha kusema, walijisikia wako mbali na uso wa Mungu na hata kukata tamaa juu ya hadhi yao kama taifa teule la Mungu, ambao Mungu tangu mwanzo aliwachagua ili wawe mwanga kwa mataifa. Lakini bado Mungu anaahidi kuwaimarisha tena na kuwafanya kuwa mwanga, kuwa chanzo cha ukombozi kwa watu wa mataifa yote. Kumbe ni mpango wa Mungu kuwainua watu wake apendavyo ili kupitia hao alete mwanga na uokovu kwa watu wa mataifa yote. Tumeona namna Paulo alivyoinuliwa na Mungu. Tunaona namna Sostenes anavyoshiriki kazi ya kuhubiri Injili. Tunaona namna pia Wakorinto wenyewe walivyoitwa, licha ya kwamba walikuwa wapagani, lakini bado walishirikishwa na wakakumbushwa wajibu wao, kwamba wameitwa ili waishi maisha ya utakatifu, wameitwa ili wawe watakatifu pitia wao mwanga wa Injili usambazwe kwa watu wa mataifa yote. Ndugu mpenda wa Mwenyezi Mungu ndiye anayemuinua kila mtu anavyopenda yeye, kisha anamuimarisha ili kupitia yeye watu wengine waione nuru. Sisi tumepata bahati ya kubatizwa, tumeitwa kwa nafasi ya kwanza, tumeinuliwa kutoka mavumbini, kutoka katika giza na bonde la dhambi na uvuli wa mauti na kukabidhiwa mwanga wa imani. Tumeimarishwa kwa Roho Mtakatifu ili tuweze kuwaangazia watu wote wakao gizani. Kwa ubatizo wetu tumekuwa vyombo vya wokovu vya Mungu. Katika kipindi hiki cha kawaida cha mwaka wa Kanisa ni muda wa kukua na kuimarika katika imani, katika matumaini na mapendo. Na kwa njia hiyo tunakuwa daima tayari Mwenyezi Mungu atutumie kwa ajili ya kuleta nuru na mwanga kwa watu wa mataifa mengine. Ye mwenyewe anasema ni neno dogo sana, wewe kuwa mtumishi wangu. Anatuahidi kwamba anakwenda kutubadilisha na kutufanya kuwa vyombo vyake vya uokovu, na uokovu huo ni kwa watu wa mataifa yote. Kumbe jibu letu kwa Mungu, kama ilivyotangulia kusema ni utayari wetu kusema tazama, nimekuja Bwana, kuyafanya mapenzi yako, kama tulivyotafakarishwa na Zaburi ya arobaini. Fundisho la tatu, sisi tunaomfuata Kristo mwana kondoo wa Mungu, hatuna budi kujitoa sadaka kikamilifu kwa ajili ya Mungu. Katika somo la injili takatifu, Yohane Mbatizaji anamtambulisha kwetu mwana kondoo wa Mungu. Hamtambulishi kwetu Kristo kama mfalme anayekuja kufurahia maisha la hasha, bali ni mwana kondoo wa Mungu anayekuja kutoa uhai wake kwa ajili ya uzima wetu. Atateseka, atakufa na kufuka ili kukamilisha kazi ya ukombozi wetu, sisi wanadamu wote, ndugu mpendwa, tukimwelewa Kristu kama mwanakondoo wa Mungu, basi tutamwelewa yeye tunayemfuata. Tunamfuata mwanakondoo wa Mungu, ni mwanakondoo wa kafara aliyetolewa sadaka. Na kama tunamfuata mwanakondoo aliyejitoa sadaka, ni lazima na sisi katika maisha yetu tuwe watu wa kujitoa sadaka daima. Ninapaswa kuwa mtu wa kuamsha matumaini mapya kati ya watu, kuwasha moto wa imani na mapendo kati ya watu. Kama tunamfuata mwanakondoo, tunapaswa kweli sisi kuwa kondoo kwa ajili ya wengine. Tutaondoa daima ubinafsi katika nyanja zote za maisha yetu. Hatuwezi kumfuata mwanakondoo wa Mungu huku tunakuwa waporaji na wadhulumishi wa haki za wengine hatuwezi kusema tunamfuata mwanakondoo wa Mungu huku tunakuwa chanzo cha maumivu na vilio kwa wengine. Hatuwezi kusema tunamfuata mwanakondoo wa Mungu huku tunaogopa kusema ukweli na kusimamia haki. Kama wazazi katika familia zetu, tunaalikwa kujitoa sadaka kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kukaa na watoto wetu, kwa ajili ya kusali pamoja, kula pamoja na kushirikiana kwa umoja na kwa upendo. Ninaitwa kuwa mwanakondoo usahau kujifikiria zaidi mimi kwanza na kuwaza kuhusu Mwenyezi Mungu na kuwaza kuhusu wengine. Katika dominika hii, kwa namna ya pekee, tumwombe Mwenyezi Mungu atupe nguvu ya kuishi kweli imani yetu ya kuishuhudia kweli imani yetu. Tumshukuru kwa mapendo yake makuu aliyeamua kuanzisha tena ndani yetu mpango wa ukombozi kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo aliyetoa mwili na kukaa katikati yetu, anayesafiri nasi katika safari yetu ya maisha. Tuombe neema ya Mungu ili na sisi tulioshirikishwa mpango huo wa ukombozi kwa njia ya ubatizo wetu, tuwe kweli mwanga wa kuwa kwa watu wote, kwa njia ya ushuhuda wa maisha yetu yanayoakisi wito wetu wa kila siku wa kuwa watakatifu. Ninawatakia nyote dominika njema ya pili ya mwaka awa Kanisa. Nilioletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo. <tune>